Mpya ambaye tutaendelea nayo na kuna other settlement schemes. Sitaki mimi niwe nimekuja hapa kuleta shida badala ya baraka. Tana River unaambiwa kuna shida ya mzozo, mzozo inaletwa na ardhi. Kama kila shamba itapewa hatimiliki basi mzozo Tana River hii imeisha, si ni kweli? Mimi nasema waheshimiwa wenzangu wote ambao tuko katika Garseni, Galole, Bura, Women Rep na mimi. Tumeshikana kusema kwamba hii Tana River tutasaidia wananchi wetu wapate title deed kupitia ahadi ya Mheshimiwa William Ruto na waziri wetu Alice Wahome. Tuko pamoja wananchi.